Hayo yanatokea wakati huu ambao kundi la M23 likizidi kuteka miji mikubwa iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwezi Januari, na sasa imevamia eneo lenye utajiri wa madini ya dhahabu na tantalum. Mwenyekiti wa sasa wa umoja wa Afrika, rais wa Angola Joao Lorenzo, amekuwa akijaribu kusaka usitishaji wa vita wa kudumu na kupunguza mvutano kati ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambayo imekuwa ikishutumiwa kuunga mkono kundi la M23, jambo ambalo Rwanda imekuwa ikilikanusha mara kwa mara. Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na kundi la M23 zilipangwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, wiki iliyopita baada ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Sishekedi, ambaye kwa muda mrefu alikataa mazungumzo na waasi, kukubali kutuma ujumbe. Hata hivyo, M23 walijiondoa dakika za mwisho kufuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya kundi hilo na maofisa wa Rwanda. Kumekuwa na majaribio kadhaa ya kutatua mzozo huo uliotokana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 na ushindani wa utajiri wa madini. Jumuiya za kanda za kusini na mashariki mwa Afrika zitafanya mkutano wa pili wa pamoja kushughulikia mzozo huo hii leo, utakaoongozwa na rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa, mkutano ambao unatarajiwa huenda ukaja na mwanga mpya juu ya mvutano uliopo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Wakati Angola ikieleza hayo, Jumanne iliyopita, Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Qatar kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana tangu waasi wa wa M 23 waanze mashambulizi katika eneo lililo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari. Neema Kindole.